yangu jamani, sisi kama wazazi tuongee na watoto wetu, tuongee na mabinti zetu. Rushwa ya ngono sio kwamba inawapata tu watoto wa kike, lakini kwa asilimia kubwa ni watoto wa kike tunaoathirika, si ndio? Mabinti zetu huku nyumbani, jamani, tuongee nao. Watoto wadogo rushwa ya ngono wanaijua. Mimi nikiwa katika harakati za kupita kutoa elimu katika shule fulani, kuna mtoto ambaye yuko darasa la tatu alimlalamikia mwalimu wake anamomba rushwa ya ngono na alikuwa anashindwa kuisema vizuri, yani anaongea tu, anakuwa na ana anaongea anajing'atang'ata, anajing'atang'ata. Lakini tukoge tunaongea na watoto mara nyingi waga tuna tunatakaga tuwe wenyewe, mara tukiwa wenyewe, wanaamini kwamba sisi ndio rafiki zao, wanaongea kila kitu na wanakuwa wazi, alituambia. Kwa hiyo, wazazi, ni rai yangu kwamba watoto tuongee nao, muone, mnawapa muda watoto wa kuongea nao na kuwasikiliza. Kuna saa nyingine mtoto anakuwa anakatiliwa kijinsia, kijinsia au anakuwa ana vitendo kama hivyo ambavyo vinakuwa vinamwathiri, lakini anashindwa kuongea na wewe mzazi kwasabu, akifika, kongena, mama, kwa sababu anajua humpi muda. Akifika anataka kuongea na wewe mama, bwana ngojea mama anataka kuongea, ah, ngojea kwanza, ngojea kwanza. Tuwapeni muda, tuwasikilize watoto sawasawa, sawa sawa jamani, basi.